Kwa jina naitwa Huzaima Muhammad Ali, nasoma shule ya msingi Kijichi, nasoma darasa la saba. Shukrani zote zimfikie Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, zimfikie Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Kwanza tulikuwa tunakaa katika madarasa makongwe na tulikuwa tunakaa watu mia mbili ila katika madarasa mapya tunakaa watu 45 mpaka hamsini. Vile vile katika madarasa makongwe ilikuwa tukibanana na joto kali, lakini katika madarasa mapya tunakaa katika hali nzuri, mafeni, taa na kila kitu. Tunashukuru Wizara ya, ya Elimu na Mafunzo ya Amali kwa kutuletea walimu bora wanaotufundisha vizuri, na hata hivyo, tunakaa katika mazingira mazuri na safi na salama pia. Tunapata maji, huduma za kawaida na kadhalika.